Um, faida zake ama matumizi yake. Ndiyo. Ni karibu, endelee. Ya asante nimesema uh, kwamba vumbi la nyuki ni zao ambalo ni muhimu sana na kila Mtanzania anatakiwa awe walao amewahi kula vumbi la nyuki ama akiam kwa <laughs> sababu uh, li, lina manufaa lukuki ambayo kwa kweli hey. Mimi kama mshauri uh, nisingependa ukose hii nyumbani mwangu mm. Ya yeah, vumbi la nyuki kama uh, mnavyoelewa ni kwamba uh, ile ile chavua ama polen kwa kimombo ni kwamba yenyewe ni protein katika kiasili, lakini pia polen ndiyo mbegu ya kiume ya ua, na unapozungumzia polen Uh, wataalam wanaofanya wanao utafiti katika historia ya miti wamekuwa wakitumia pia polen kuangalia historia ya miti ambayo iliwahi kuwepo huko nyuma miaka elfu mm -hmm. Pamoja na tabia za hiyo miti iliyokuwepo mm -hmm. mm -hmm. Ya sasa uh, polen inafanya nini? Polen ni kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye mimea yenyewe ndiyo inayoenda kurutubisha maua Jua ndugu mtazamaji yes. Umeshawahi kula mbegu, umeshawahi kula matunda, lakini ushawahi unajua kwamba asilimia sabini na tano ya chakula ambacho mwanadamu anakula kinakuwa kimechavushwa na nyuki. Mm. Yeah. Kwa hiyo kupitia hivyo sasa, nyuki anatembelea maua kadhaa, asilimia sabini na tano. Mm. Na hii ni takwimu ambayo imechapishwa na shirika la chakula duniani, ya chakula ambacho mwanadamu anakula Kimechavushwa na nyuki. kimechavushwa na nyuki. kwa sababu kimsingi mimea nafikiri karibu yote na uh, pollination yake inafanywa na nyuki. sio mimea sio mimea yote, lakini mimea inayochavushwa hmm, uh, asilimia nyingi inachavushwa na nyuki ndio, hmm, kwa sababu kuna mimea mingine inachavushwa na upepo, yeah. Yeah, lakini aina